Okoka na kuwa mwana wa Mungu. Yohana moja kumi na mbili aliyempokea yeye, alipata neema ya kupata kuitwa mwana wa Mungu ama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo, ningependa niombe na watu wote ambao hawajaokoka, na Mungu atakubariki. Hebu nataka tuombe, urudia nyuma yangu. Hebu sema: Baba Mungu, katika jina la Yesu naje na mbele zako mimi ni mwenye dhambi, ninakuomba leo unisamehe dhambi zangu zote na maovu yangu yote niliyoyatenda kwa kujua na kwa kuto kujua. Kuanzia leo ninamkataa shetani, futa jina langu, utoa kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Shetani na, na, na, na kazi zako leo ninakukana, ninakukataa. E, Bwana Yesu, karibu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yangu. Kuanzia leo nitakutumikia, katika jina la Yesu. Amen, amen. Basi nataka niombe maombi ya mwisho na niombe na watu wote Aliye na tatizo, aliye mgonjwa, tengemee Mungu kwa ugonjwa wako huo, na utaona uponyaji kwa jina la Yesu. Kama wewe ni mgonjwa, shika mahali ambapo ni mgonjwa. Kama unataka biashara yako inuke, shika biashara yako. Kama una mtoto shika tumbo lako la uzazi, chochote ambacho unategemea Mungu kwacho. Kama una certificate zako hapo, ume, umejaribu ukashindikana, si shike certificate zako na Mungu ataku, atakupa unachotaka. Basi nataka tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo, kwa neno lako kwamba tukutumaini wewe peke yako Baba, na tusitegemee akili zetu. Mwezi huu wa nne, katika jina la Yesu Kristo, ninaachia neno lako kwa watu wote. Ninatuma maombi haya, yapenye kwenye miili ya watu wote, kwenye familia za watu wote, kwenye biashara za watu wote Kwenye maisha ya kila mwana na kila mtoto katika jina la Yesu Kristo, nikiharibu kila mipango ya kishetani inayomshengesha mtu huyu inayomwondoa kwenye kuzudi inayompeleka kando na kumtumaini Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaamuru kila roho ya kishetani inayomzuia mtu huyu kumtegemea Mungu ikapate kumwachia, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya huyu mgonjwa kuanzia leo, imeandikwa, nitakuondolea ugonjwa wowote katika jina la Yesu Kristo, kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya huyu amekosa tumaini katika jina la Yesu Kristo, ambaye kwenye maisha yake ana namna yoyote kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo, jambo jipya lianze kwenye maisha yako chapta akianze kwenye maisha yako, uponyaji uingie kwenye familia yanku, yako, kwenye mwili wako. Usiye na mtoto, ninaachia mtoto kwenye tumbo lako katika jina la Yesu Kristo. Ninaiamuru tumbo la uzazi ipokee mtoto katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ninakemea kila roho ya mauti ambayo inakuja kwa ajili ya kukatisha tamaa katika jina la Yesu Kristo ninakemea kila roho ya ajali ambayo inakuja kuondoa kuzudi la maisha ya mtu katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila madhabao ambayo imeinuliwa mahali popote, ili ikatishe watu tamaa, ili iweze kuzuia watu kumtegemea Mungu na kwenda kwenye kuzudi kwaazi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Nikiamuru neema ya Bwana, neema ya kupata kazi huyu aliye na certificate zake ni, nasitamkia kuanzia leo, sipate kibali na yeye apate kibali mwezi huu wa nne katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo imeandikwa, na yaweza mambo yote. Yee, amtia nguvu. Bwana Yesu, wewe ndiye unayetutia nguvu. Umtie nguvu mtu huyu aliyekata tamaa, umtie nguvu mtu huyu aliyefika mwisho, umtie nguvu mtu huyu asiye na biashara, asiye na kazi, asiye na ndoa, katika jina la Yesu Kristo msaidie katika safari zake, na lolote atakalolifanya litafanikiwa. Katika jina la Yesu, na huyu mchungaji pia ambaye ana huduma yake Baba ambayo inazuazua, ninaamuru amuru kwa jina la Yesu, kila mawimbi yakatulie katika jina la Yesu Kristo, na huduma ya mchungaji huyu ikainuke katika jina la Yesu, mwimbaji huyu akainuke kwa damu ya mwana kondoo, mhubiri huyu akainuke jina la Yesu Kristo Baba ninatamka uzima kwa kila mmoja, natamka uzima kwa serikali yetu ya Kenya ninatamka neema, ninatamka amani kwa jina la Yesu Kristo katika nchi yetu ya Kenya, east and central Africa katika jina la Yesu Kristo na Afrika yote kwa ujumla, ninatamka kumtumaini Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu ninaachia neema yako kwenye barabara zote Thika mm -hmm. Road Mombasa Road mm -hmm. Uh, Kakamega Road katika jina la Yesu Kristo mm -hmm. Baba, damu ya Yesu itawale mm -hmm. Katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya EBN yes. Katika jina la Yesu Kristo, itambae iende kila sehemu mm, ipate kipali kila sehemu mm, katika jina la Yesu Kristo mm -hmm. Ninaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Wow. Amen. Asante uh, sana, thank you so much everyone who has been following us. kufikia hapo uh, sina mengi, atuna mengi sana. I just want to finish it there. Asante sana for everyone who has been following us yes. And and uh, and just want to to to leave you you you with a song from Mary. Oh, Mary, oh, oh, Mary. <laughs> <laughs> Oh, Mary. Uh, itakuwa baraka sana sana, kwa hivyo tuone tena on on Thursday Thursday, same place, same place time. God bless you sana and I'm um, looking forward to seeing you guys on Thursday. We are going to be having Ezekiel Mutisia and also uh,